Naam, Kibwana Shomari mechi, mechi nane dakika mia tano sabini na tisa Kibwana ambazo wamecheza, blocking mbili tackling tatu mipira ya juu ile aerial ni moja. Sasa huyu ndio mchezaji wa mfano eh? kwenye levu ya uvumilivu, kwenye professionalism Kibwana yes. Wachezaji wengi wa kitanzania wanapaswa kumwiga uh, Kibwana Shomari Yani, kama kuna mchezaji anaweza kumchukua na kumweka mbele pale pap, wachezaji wa kitanzania wote mnapaswa kujifunza kitu basi, huyu ndo mchezaji namba moja, uvumilivu eh, eh, uvumilivu, nidhamu na professionalism. Maelewa kwenye namna ambavyo anatekeleza majukumu yake. Kuna kipindi kama anapotea hivi, walimu yes. wali wakibadilika badilika Jangwani na nami... baada ya muda anapewa nafasi. Wewe ukitaka kujua umeona namba mm. za mechi kacheza mechi chache sana nane. mechi nane. mm. Uh, blocking ni sehemu ya maisha yake, mm. kwa sababu ya umbile lake, mm. ni mbishi mbishi kidogo, uh, ni uongo, mm. na kimoja mm. kwa sababu ni rahisi kumchungulia. Sisi mafundi mm. uh, ma technician, mtu kama Kibwana akiwa anakukaba unaweza nani, anakutamanisha umvaishe mvue, mm. unaelewa? kwa kwa nani yake. Umeona bana Abisai, wezi mambo hayo. Mbona mambo haya wewe mvunja kuni mambo hayo yawezi haya kabisa. Umeona bwana? Lakini <coughs> mimi nitakwambia kitu kimoja kwa nini uh, Kibwana ni mfano. Kibwana, Kibwana anasajiliwa na Young Africans. Elewa. Alikutana na ushindani ambao mimi sikuamini kama angeweza kubatwa. Juma Shabani, Juma Shabani, Soda ya Bemba. Mchezaji mm. mwenye experience ya mashindano ya Champions League, Confederation, Finali, Chan. Chani unaelewa na national team ya ya Congo, wakati Kibwana anatoka zake Mtibwa eh, fresh leg uh, age ya kujifunza vitu vingi mm. no composure, no yani vitu vingi anakuwa anapoteza, lakini kwenye namna ya kwenda kushindana akaenda kabato na Soda ya Bemba mm. ikafika mahala mwalimu akawa anashawishika kuona kwamba ah! huku from, uh, kwenye nafasi ya, ya beki namba tatu, mbona energy ya Kibwana inanishawishi kuwatumia wote, soda ya bemba na mm. na Kibwana mm. ko kuna muda kaanawatumia wote mabeki mm. ambao wana Kibu sifa shoto. ya kucheza upande mmoja yeah. anamtumia Kibwana kushoto mm. kulia soda ya bemba mm. ikaenda ile soda ya bemba akatoka, akaja yaokwasi kabla kabla yao yeah. lomalisa alisajiliwa yeah, aliposajiliwa, yeah, mechi ambazo alikuwa hajajipata yeye, namba namba, anampeleka leo na kwa kutana na winga na kasi, yeah, anakimbizwa, lakini Shomari, nikimweka na Shomari, kaa akiingia, nazima. Yeah, nazima yeah, safari nazimale Yanga kwenda finali eh. Akaja akaja nani akaja ya ukwasi ya ukwasi akaja kutengeneza daraja kubwa baina ya yee na Shomari, umeelewa? Daraja ambalo kila mtu aliagree kwamba da ili daraja Shomari haja hajafikia, lakini pamoja na kutokupata nafasi, Shomari aliendelea kuishi kwenye uvumilivu na professionalism. Aliamini nahitaji dakika moja tu kumwonyesha Gamonde kwamba hata mimi na uwezo kuwa sehemu ya msaada wa timu yako ambao unamtegemea mm. Yaokwasi kweli ikalipa. Ya yaokwasi akapata majeraha, akaenda akazima Shomari. Alivyoenda kuzima Shomari, mashabiki wakaamka, ah, kumbe tuna mtu ambaye tulikuwa tumemsahau mm. na anaishi kwenye levo ya ushindani ule ule ambao tulikuwa tunaitegemea kutoka kwa mtu ambaye tuna mwamini, sio huyu. Alifanya kocha aliyekuwa kocha wa Yanga Miguel Gamondi kuingia kwenye ukosoaji mkubwa na mashabiki wa Yanga, yeah, wakimwambia afanye rotation miongoni mwa, yeah, wazaji walikuwa wanamtaja wao ni Shomari. Yeah, ukiwauliza wai wa hata kama yupo anakwambia huyu sisi tumecheza naye mechi ngumu hapa za kimaamuzi na tumeenda naye fainali kombe la shirikisho. Mechi gani Shomari ilio itamshinda? Kwa hiyo kocha, yeah, Shomari alikuwa anaweza kukaa mechi nane asicheze au sita hmm. Sita asiwe kwenye benchi kabisa, lakini ukimpa mechi moja okay, anakupa, anakupa ushindani ule ule ambao hmm. Wewe umefanyaje? Umeumiza. Kwa hiyo bado sasa hivi anakutana na hiyo changamoto. Mirudi amekuja, amemweka kapuni, amempa nafasi Isla Mwenda hmm. Uh, nafasi chache hizo mechi nane ambazo umemuona amepewa nafasi, mashabiki wa Young Africans walikuwa wanamchangia hela. Ikafika mahala mashabiki wakawa wanasema Gamondi alikuwa anatuongopea kutuambia Shomari ajui, yeah. lakini angalia hizo mechi chache bado anaendelea kuishi kwenye level mm. ya ya ya ushindani kwenye siku. Mirudi akisema ampe nafasi ampe nafasi mm. mechi tatu nne tano, anaenda tena kumprove wrong. Kuna... maanake ataenda kumpa ukakasi kwenye hiyo nafasi. sasa hivi kwenye timu yako kati ya Kibwana na Islamwenda <laughs> Uh, mimi ukiniambia hii mechi nahitaji kupokonya zaidi mipira kwenye eneo la defense, nitamwanzisha Shomari, yaani kwamba nahitaji kukaba kweli kweli, na namwanzisha Shomari, yaani no doubt, nitampa nafasi Shomari mimi, mimi kitu ambacho na uhakika yeah. kwenye kukaba Israel Mwenda hawezi kumfikia Shomari kwenye kukaba, e, kwenye kukaba yeah. Kaka Shomari kadhibiti watu wote ambao tulikuwa tunaamini Shomari atakuwa. Yani, unamkumbuka ule winga wa tipe Mazembe, shirikisho Mazembe. E, mkumbuka winga wa tipe Mazembe ule Kabwiti yule bwana, ana mwendo kaka, anajua boli mm. ana uwezo mkubwa na wa ama. matumizi ya akili kaka, kwa, e, kwa Shomari kaka Maosimu alizima moto wa kibiriti. Unaelewa? Yaani, Shomari alimchukua yule kabwiti unaelewa mm. alimchukua yule kabwiti akamwambia, bwana mdogo, tulia hapa, eh relax, kula maisha. Shomari akaenda kwenye group, kwenye group walikuwepo Yanga Africans, hakuna mchezaji ambaye alikuwa naogopwa kama yule winga wa Kilali Mburundi Unaelewa? Shomari mm, akamwambia tulieni, nitawaelekezeni namna huyu anatakiwa kucheza, akaenda kadhibiti pale, watu wakala maisha, yakafika kachukua alama tatu watu wakaondoka.